kuwa mtu huyo Bwana Mheshimiwa, mtu huyu asingekuja ndani, hatunge mleta hapa mbele zako Bwana Mheshimiwa, mtu huyu aiabaabakalupatikua a wanamwesiliwa mtu huyu alitembea juu ya maji. Inawezekana kweli? Haya basi, mtu wei nini, mkamhukumu kulingana na sheria yenu? Sisi hatuna sheria ya kumuua mtu. Je, we u mfalme wa Wayahudi? Wewe wasema haya kwa yali yako, ama watu wengine wanakwambia habari zangu? ama nimeaohi mimi ea ah! lako na makuhani wamekuleta mbele zangu, umefanya nini? mfalme wangu sio ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa ulimwengu huu, watu wangu wangenipigania nisije nikatiwa mikononi mwake, lakini si mfalme wangu sio hapa. Basi wewe umfalme wewe wasema kuwa ni mfalme kwa ajili ya haya alikuja ulimwenguni na kwa ajili ya haya nilikuja kushuhudia kila akila kweli, kuniamini mimi. sioni hatia yoyote kwa mtu huyu Ayy! lakini kuna desturi kwamba niwafungulie mfungo mmoja wakati wa Pasaka. Je, nimfungue mfalme wenye wa Wayahudi? si huyu ila Baraba, Baraba, Baraba. Askari, yes, sir, fungulie Baraba! Ayy! Ayy! Tazameni mfalme wenu. Tazameni mfalme wenu. <laughs> Haya <laughs> basi. Endeni. Damu <laughs> <laughs> yake iwe juu yenu na watoto wenu. Damu yake iwe juu yetu na watoto wetu.